Mitandao ama katika eh, fieldi mbalimbali nasema kuna oda ya shooting hivi hivi pakitokea, pakitokea vurugu, unarudi lini kukonsulti kwamba ni shuti au ni sishuti eh? Alafu na na tunaona, tunaona tunaona tunaona tunaona idadi kubwa ya askari wamepoteza maisha yao. E, nani kaweka oda wa shuti? Hili ni jambo baya limeshatokea, tusubiri tupewe ukweli wake. E, ukitaka kusema kuna oda ya kushuti, aliye shuti askari alitokea oda hiyo alitoa wapi nali huyu na liye, una, una, wa, wale walikuwa amdi wametoa wapi? Au huyu katoka hapo amekamatwa na na mabomu, order ametoa wapi? so eh, lingekuwa jambo dogo tu hivi mheshimiwa Rais angeunda na lingekuwa tu jambo liko straight tu hivi na angeunda tume. Mi nawaomba Watanzania, wala tusiende kwa emotions, tusiende kwa hisia. Jambo la kufanya twendeni tusemezane, wote tujitenge na jambo lolote linaloweza kutupeleka kwenye kile kilichotokea. Hata hii amesema mnajiandaje, tunasikia kuna, kuna tetesi za Disemba tisa. Rai yangu kwa Watanzania wote mwenye dukuduku -duku, na yule ambaye eh, ana kajambo ana kero yeyote ile tujitenge na tuambizane, tukatae kwenda tena kwenye mambo ya aina hiyo tumbakize adui pekee anayemezea mate rasilimali za nchi yetu. Tusiende kwenye utaratibu wa aina hii, tusiende, tusiende. Na kwa kuwa nchi imepita kwenye jambo gumu, hata anayepanga maandamano yanayokubalika kikatiba, hii sio timing nzuri, watu wanaomboleza. Mtu akupoteza mpendwa wake si, si, si jambo zuri. Na mimi niwaambieni wale wanaohamasisha kupitia mitandao ni kwa sababu wao na jamaa zao wote wako huko. Wale wanaoandika andika wanaambia nendeni tu, laiti, ange, laiti angeguswa na jambo hili hangesema, angemwambia mtu fanya hivi. Wanafanya hivyo kwa sababu wao na jamaa zao wote wako kule, na wengine waishapata nadhani na uraia wa nchi zingine. Tumepokea E, mambo ya, ya masaa 48, na mzee wangu amekuwa wa emotional kwamba na wao wawekwe, nadhani nimeongelea pia kwenye lile la mwanzo. Kama kuna utaratibu ambao tunaona ambao tunakubaliana kwamba e, hauendi na tulivyotaka na tulivyotarajia na sheria tulivyoziwekea, haya ni mambo ya, ya, ya, yatafanywa kazi kwa sababu ni mambo administrative, lakini tuendelee kuamini vyombo vyetu ambavyo vina rekodi ya kufanya kazi kubwa kwenye nchi yetu. Tumeishapita hii nchi tumeshapita mambo mengi hata yanayohusisha maisha ya mtu moja moja. Kuna mwaka, kuna mwaka, niwe radhi ninapotaja mkoa ambao jambo limetokea, kuna mwaka, tuli, tuli watu wote tulikuwa tunaogopa kwamba kuna watu kuchunwa ngozi ilitokea kwenye moja ya mkoa. Ilikuwa tishio kubwa tu, mimi sijasimuliwa, nilishakuwa mkubwa tu hivi ilikuwepo. And it was real kwamba watu wanachumu wan, wan, wan, na wangozi. Kuna mwaka ilikuwa inatokea watu wanakata mkono wa binadamu na anakimbia nao. Kuna mwaka imetokea watoto wadogo wanatekwa wan, wan, yaani mtu hakudai chochote na anachukua mtoto, mtoto katoka shuleni, wanafanya fanya hivi. Ina mwaka ikatokea ili la la, la, la, la Kibiti, ni vyombo vyetu vilisimama. So kwa sasa hivi tusiwe driven tusiwe driven, tusiwe driven na emotions na na